Kabla sijakupa taarifa hii wacha ni kukumbushe taarifa ambayo alitupa rais wa Marekani Donald Trump muda mchache uliopita. Alisema ya kwamba anayaomba mataifa ya Ukraini na Urusi kuweza kusitisha mapigano kwa takribani siku thelathini, kitendo ambacho tulikuwa tukimsubiri Putin yeye anaweza akajibu vipi, kwa sababu rais wa Ukraini Volodymyr Zelensky alishakubali hatua hiyo. Sasa Putin na yeye amekuja kujibu hicho kitu ambacho alishauriwa na rais wa Marekani. Afisa wa Kremlin amepuuzia mpango wa rais wa Marekani Donald Trump wa kusitisha mapigano kwa siku 30, akisisitiza kuwa Urusi imevutiwa tu na suluhisho la muda mrefu la vita vya Ukraini. Msaidizi wa Putin, Yuri Ushakov, amesema makubaliano ya muda mfupi yatasaidia tu Ukraini kujipanga upya, akiyaita mapatano ya muda mfupi kuwa hayana maana. Trump, akihimiza amani ya haraka, amelaani uharibifu wa vifo na gharama kubwa kwa walipa kodi. Urusi inaamini kwamba kusitisha kwa vita kwa siku 30 kutawapa Ukraine nafasi ya kujipanga upya ili waweze kuishambulia vizuri Urusi, kitendo ambacho hakitasaidia vita hivyo kuweza kukoma. Lakini Trump amehimiza amani ya haraka, amelaani uharibifu vifo na gharama kubwa kwa walipa kodi wa Marekani kutokana na vita hivi, akiweka shinikizo kwa pande zote kufanya mazungumzo.